Wa Roho Mtakatifu au kabidhi ya Bwana kutupatia Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutuongoza juu ya kazi yake. Basi kwa ajili hiyo, niwaombe leo roho zenu, masikio yenu, akili zenu ziweze kusikia mafundisho haya ili tukapate kuandamana na Roho Mtakatifu juu ya kufanikisha zoezi lake ambalo Mungu alimkabidhi kutuongoza. Amen. Amen. Na nakwenda kuomba sasa kwa ajili ya kuanza ibada yetu. Baba Mungu, kwa uweza wako na kwa nguvu zako, tumeliona pendo lako kutuhudumia sisi watoto wa Eva na Adamu, tunakuomba ukapate kuwa pamoja na sisi wakati wote, maana tunakuhitaji. Kwa huruma na pendo lako uliweza kutupatia Roho wako Mtakatifu ili akae ndani yetu kusema nasisi, na sisi juu ya habari zako na neno lako ili kuwa Mungu kwetu pamoja na kutumiliki milele na milele. Bariki watu wote hapa tuliokuwepo, bariki eneo tuliokuwepo, bariki neno lako mtukuze Roho wako Mtakatifu kwa yale yote uliyokusudia kwetu, naye akafanye kazi kwa kuwa tumemkubali, tumemwamini, tunaye na tunaendelea kumtumia tunaomba hayo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Mungu mwenye nguvu. Amina, amina. Basi leo hii naomba tukae. Leo hii tunamhubiri bwana mkubwa. Ninaposema bwana mkubwa, mtu ambaye ana habari zako, yani mwajiri wako, lazima anaposema unatetemeka. Kwa hiyo tunaye Roho Mtakatifu leo kwa ajili ya kuweza kuwajuvia ni wanamna gani kwako wewe kwetu kwa sisi sote, kwa kanisa na matarajio yetu katika habari za kwenda mbinguni. Kwa hiyo tumeandaa menyo nyingi, naona leo nikizitaja e, sijui itakuwaje, maanake ni lazima huyu tumtaje kwa aya. Watu wana kiu ya neno la Mungu, huwezi ukazungumza tu kama charahani halafu watu wanakusikia sauti yako bila kuwepa kuwapa neno. Kwa hiyo neno na aya, neno na aya ndio tulivyoandaa. Kwa hiyo karibuni sana tuweze kuanza kusikia menyo tulizitaja. E, tumeshaziandaa. Nitakuwa nikitaja moja kwa moja na nikiipa nafasi, ili kwamba wewe upate kuandika na upate kutufuatilia vizuri katika habari za aya, kama nilivyokutangulia kwamba tunamhubiri Bwana Roho Mtakatifu. Sasa sifa zake zote zipo katika maandishi, yaani uthibitisho ndio jambo la msingi sana, ndio usomi, ndio imani, ndio sababu ya kumwamini na kutumaini. Kwa hiyo lazima tumwainishe, tumemwainisha katika aya nyingi. Kwa hiyo tutaanza moja kwa moja, kwa sababu aya ni nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Kwa hiyo, msomaji, naomba uanze trufu ya kwanza ambayo inatoka Injili eh, ya Matayo eh, sura ya 28 mstari wa 19 unasemaje? Tufuatane, Injili ya Matayo sura ya 28 mstari wa kumi na tisa unasema: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neno la Bwana, amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Trufu ya kwanza tunamwona Yesu anapo anapomwachia madaraka Roho Mtakatifu, anapomtuma Roho Mtakatifu kuwa Bwana kwetu. Kama tulimwamini Yesu, basi tunao wajibu wa kumwamini Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu si jambo dogo katika imani, ndiye anashikilia imani, ndiye mwenye tumaini lako, maana unapobatizwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, lengo Roho Mtakatifu ni kukupeleka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo tunataka kuona kusudio zima la Kristo ni nini kwetu. Tumeona ni upendo, kwamba ametupenda tena kwa pendo la milele, ndio maana ya kumtoa Roho Mtakatifu kuweza kutuongoza. Hakutuacha peke yetu, siku ile ambapo anapaa kwenda mbinguni alitupa msaada, tutaona ni wanamna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuona hayo sasa, twende tena Wakorinto wa kwanza mbili. Wakorintho wa pili sura ya kumi mpaka kumi na moja. Wakorintho wa pili, sura ya kwa, ya kumi mpaka kumi na moja. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Aha. Maana Roho huchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Mm-hmm vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afo, afahamuye ila Roho wa Mungu. Neno la Bwana, tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aha. Kwa hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi mpaka na... Sawa, sawa nataka kufuata hapo mm. uh -huh. sura ya kumi. Sura lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mstari wa kumi, anatuambia ametufunulia sisi mambo yote kutumia Roho wake Mtakatifu na mafumbo ya Mungu. Mungu ana siri, lakini huwezi kuzijua wewe bila Roho Mtakatifu kukaa ndani yako na sifa ya Roho Mtakatifu tumeambiwa atakaa wa wapi? Ndani ya mioyo yetu, ili kutukumbusha yale ambayo Mungu amefanyaje, ametuambia, ametuamuru tusimame na hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo moja kwa moja tunatazama uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu, ndani ya kazi za Mungu tunamwona akiwa mwalimu mkuu kabisa katika habari za kuhakikisha kwamba utakuwa na uzima wa milele, tena utamuona Kristo, lakini yeye ndiye anayokuvuta kwenda kwake kwa kukumbusha na kukusimamia na kusema na wewe anasema yule bwana yesu asifiwe sana anazungumza yule sasa anazungumzaje tutakuja kuona huku mbele bwana anazungumzaje huyu katika habari za wewe kufanikiwa mstari wa kumi na moja maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Bwana, ila roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Ndiyo kusudio la Mungu kumleta Roho Mtakatifu kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Huyu huyu hafanani na yoyote, isipokuwa anafanana na Mungu kwa sababu ndani yake yamewekwa mambo ya Mungu ayafanye. Amen. Amen. Kwa hiyo anageuka huyu mara haja zako tutaona mbele Mungu ni mwema. Yeah. Utamtumiaje huyu ili hapo ulipo unasuke au uendelee kukaa hapo na faida zake upate kuziona, yeye ndio msimamizi mkuu, yeye ndio muhakiki, muhakiki wa mambo yako na baraka zako Amen. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Aha, msomaji tiririka tena Wakorinto wa pili. Aha, tazama Wakorinto wa pili tena 13. Yes. Tatu Mstari wa 14 e, wa Korinto, wa pili mstari wa 13, amini sura ya 13 mstari wa 14 unasema, sawa, neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nani nyote, neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana Bwana Mungu Yesu asifiwe sana amina. Sasa tunamwona Mtume Paulo anaombea wanaomwamini Yesu Kristo. Mtume Paulo anasimamia baraka zile ambazo Roho Mtakatifu ananena ndani ya moyo wake ndani ya roho yake. Amen? Amen. Anasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Roho Mtakatifu ukae nanyi. Amen? Amen. Hivi ndio vitu ambavyo vinafanya dini yako kusimama kwako tumaini lako kusimama kwako kutembea bila mawaa, bila wasiwasi, kwa sababu unaijua dini yako, unafahamu tumaini lako, unafahamu nguvu ya imani. Ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aha. tuende tena Yoana. Roho Mtakatifu anafa, ana, ana, anafanyaje kazi maandiko na mafafanuzi mbalimbali yanatuambia anakuja kwako na kukaa ndani yako. Tazama Yohana 17, Yohana mm. 14:17 mm. Bwana Yesu asifiwe Amen. Yohana 14:17 inasema, Aha. Ndiye Roho wa kweli ambayo ulimwengu hauwezi kumpokea. Sawa. kwa kuwa hawamuoni wala hawamtambui bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Neno la Bwana, tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Sasa Mtume Yohana anatuambia hapa, Roho Mtakatifu maskani yake ni ndani yetu, lakini kuna neno moja anasema, ulimwengu haumtambua ulimwengu. Maana yake nini? Ulimwengu ni wale watu ambao hawana mwongozo hawakusimama na mungu tena, hawana haja na mwenyezi Mungu, hawamtambui mwenyezi Mungu na hawana haja ya kumtambua. Sasa huyu Roho Mtakatifu kusudio la kuja kwetu ni kwamba ni lazima tumtambue mwenyezi Mungu, tumwamini mwenyezi Mungu, na wewe ukifanya hilo, sio mlimwengu, bali utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, utafanyika kuwa mwanafunzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hili ndilo neno ambalo Roho wa kweli anathibitisha kweli ya Mungu kwetu sisi na wale wenye juhudi au wenye kiu ya kumtafuta Kristo. Huu ndio msaada ambao Kristo Yesu ametupatia kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Aha. Tunakwenda tena tunajiuliza maswali juu ya anavyotutumikia huyu Bwana anavyotuhendo anatufanyia vipi. Je, unaweza kumtumaini kumtumia Roho Mtakatifu? Liko neno hilo, unajua, unaweza ukachanganya Roho wa Bwana na malaika wa Bwana. Hawa ni wawili tofauti. Kwa hiyo hili swali ni msaada kwako wewe ambaye unahitaji kufanya kazi na Roho Mtakatifu au kutumiwa na Roho Mtakatifu. Sasa swali linasema, je, unaweza kumtumia Roho Mtakatifu? Majibu, huwezi kumtumia Roho Mtakatifu kwa kuwa yeye ni chombo bali yeye si chombo bali ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye Roho Mtakatifu hatumwi bali, malaika ndio anafanya nini? Anatumwa. Yeye Roho Mtakatifu anatuma. Bwana Yesu asifiwe Amen. Hiyo ndio sifa ya uungu wake, kwamba ni tofauti kabisa na kiumbe, ni tofauti kabisa na yule anaotumwa, bali yeye husimamia kazi za Bwana na yeye huwa ni roho ambaye anakaa ndani ya roho. Uwezo wake ndio huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ana uwezo wa kukaa ndani ya roho ya kiumbe na akafanya kazi za Mungu kwa namna ambayo unatakiwa kufanya. Ndio maana unaweza ukamsikia mtu nasikia utashi, nasikia sauti inaniambia. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Naona moyo wangu ni mzito, siwezi kwenda ile safari. Haya ni mambo ambayo Roho Mtakatifu ananena ndani yako. Mungo ni mwema kila wakati, na unaweza ukajikuta unatoa busara ya kuokoa jambo, yaani wewe ukajiona unazungumza na watu wakakuona una busara kweli, kwa kuwa umezungumza jambo ambalo limeondoa tatizo. Kumbe Roho wa Bwana ndio anafanyaje? ananena ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naeleweka hapo? Okay. Naeleweka wapendwa wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hivi ndivyo Bwana anavyoonekana. Huwezi kumtumia Roho Mtakatifu bali Roho Mtakatifu ndio mwenye kibali cha kukutumia wewe kwa sababu yeye hatumwi bali yeye anatuma. Mungu ni mwema. Yeah. Tunakwenda tena kumwangalia na habari hizi unazipata katika Matendo kumi na tatu mbili hebu tusomee msomaji. Matendo mbili Matendo 13 2 inasema mm -hmm. A, basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema ndio, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndio neno la Bwana, tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Umeona pale Mtume Paulo jinsi gani anavyotumwa na Roho Mtakatifu. Nitengeeni Barnaba na nani? Na, na Sauli. Nitengeeni hata wewe katika utumishi wako, katika habari za kumwamini Kristo hukuja tu, ila umejulikana katika ule utukufu wa Mungu katika habari za kumtumikia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Unathamani kabisa ni mtu wa thamani, sio bure kuitwa Mkristo, sio bure kwa maana hapa. Ujio wako umetambua, unakwenda barazani kwa nani? Mezani kwa nani? Sasa tazama mfano wa neno hili kwamba Roho wa Bwana anamwambia Paulo amtengee Barnaba na Sauli kwa ajili ya kuwatumia Bwana Yesu asipe sana. Ndio maana nikasema pale, yeye anatuma yeye hatumwi. Wewe huna uwezo wa kumtumia Roho Mtakatifu, bali Roho Mtakatifu kukutumia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Mungu ni mwema ha? Sasa tunakwenda tena kuangalia Roho wa Bwana ana utaratibu gani? Utaratibu wa Roho Mtakatifu, majibu yake huwa anakufunul, anakufun, anakufunulia haja zako na, kuku, na kukuongoza kuzid, ku, kutenda kwa ajili ya maagizo ya Yesu Kristo tu. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Bwana roho wa bwana anafanyaje kazi? Roho wa Bwana anavyofanya kazi ni kwamba yeye hukutumia wewe kufanya kazi za Kristo kama zilivyo, kwa msaada wake Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana amina. Nikiwa na maana kwamba yale ambayo utayasahau, yeye hukaa ndani yako na kukukumbusha, kwamba yako hivi, yako hivi. Imani yako inatetewa na yeye thawabu so, yako ya kwenda mbinguni yeye ndiyo anaandaa. Kwa hiyo huyu ni muhimu sana katika habari ya kanisa pamoja na wewe ambaye unafanya tafiti za kwenda mbinguni Bwana Yesu asifiwe sana Amina. Aha. Hapa tunakwenda kumwangalia uthibitisho wake ni Wakorinto wa kwanza 12:7 tusomee hapa mstari mmoja. Wakorinto wa kwanza 12:7 unasema Ndio lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana sawa, sawa. Mungu ni mwema kila wakati. Sasa leo kama mimi hapa nahubiri nisijiinue, ndio onyo ya hilo andiko, nisifike mahali nikajiona mimi ni bora kuliko wewe. Wewe wote sisi ni wajori, lakini kipawa cha Roho Mtakatifu kimetendeka hivyo, mimi leo nimesimama madhabahuni, nyinyi mnasikiliza, na mnaposikiliza tayari mnachukua eh, maandiko mbalimbali kwa ajili ya kwenda kujifunza na yeye atakuja kukusaidia ili uwe kama yule mhubiri ambaye amesimama madhabahuni kukufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mantiki ni kusaidiana ili kanisa liwepo. Mantiki ni kusaidiana kimafundisho ili Kristo akajulikane na kukaa, na kukaa katika habari ya imani yetu siku ile ambayo tutakwenda mbinguni tukamwone kweli mkuu wa makuhani. Ndiyo yeye ambaye tulikuwa tukihangaikia mambo yake. Bwana Yesu asifiwe sana amen. Tukimaliza kazi, tutafanywa nini na Bwana? Tutavikwa taji, tutavikwa taji. Sasa hii ndio kazi na msimamizi mkuu ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ukiyajua haya na ukasimama nayo unakwenda mbinguni. Amen. Utafanikiwa duniani. Amen. Utayaona unaoyahitaji kuwa mepesi Machozi yako hayatatoka kijingajinga, yatakuwa ni bubujiko, kwa sababu unapomfahamu Roho wa Bwana, unapomfahamu Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wako, kinachofuata ni furaha, na furaha ikizidi bubujiko linafuata. Mungu ni mwema, huwezi ukalia kilio maana umefundishwa, umeelekezwa, umesimamiwa katika habari za imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Aha. sababu ya wewe kuweza kuwa mhubiri ni Wakorintho wa kwanza kumi na mbili e, saba. Tumepewa vipawa ili kusaidiana. Bwana Yesu asifiwe sana aha. Twende tena tuangalie swali jengine, swali jingine nasema, je, roho wa bwana ana uwezo wa kuonekana? Hizi zote ni kiu za watu, naamini na, leo na, na wanywesha watu ule mvinyo wa Bwana unaokupelekea uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapolewa neno la Mungu, wewe unakuwa ni zaidi ya aliyolewa mambo ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kutengeneza uweze kumjali Mungu kwa wakati wote, kwa wa, wa duniani ulipokuwa unaishi, ili siku unafika pale hutaweza kushika mdomo wake. Haya ndiyo kweli niliokuwa nikijisikia pale kwamba namhubiri Kristo niliokuwa nikiona watumishi wakihubiri sehemu mbalimbali, kweli mambo yametimia katika macho yangu. Kwa hiyo ule ndio ulevu ambao tunautengeneza hapa, ulewe habari za Mungu sio za mambo ya dunia haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu ni mwema Amen. Kwa hiyo anasema, je, roho wa Bwana ana uwezo wa kuonekana? Jibu ndio, ana uwezo wa kuonekana kiutendaji kama apendavyo. Kwa mfano siku ya Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe Amen. Ana uwezo wa kuonekana kama apendavyo, kwa sababu ni mungu yeye, ni muumbaji, anaweza akatwaa chochote anachokutaka kukifanya akaweza kukitumia ili wewe mwenye mashaka, ili wewe unaohitaji kuona ukaweze kuona ukajengeke katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Mungu ni mwema kila wakati. Aha. Kwa hiyo anaonekana kimatendo. Sasa siku ya Pentekoste alionekana kwa ishara ya nini? Ya ndimi, ya ndimi za moto, na ilitua kwa kila mmoja mm. Sio kwamba iliwafunika kama viwi la moto hapana, ile ndimi ilitua kwa mtu ilitua kwa mtu ilitua kwa mtu, na wote wakaweza kufundishwa lugha ya dunia kwa kuendea, kuendea ni mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana Amin. Mahali hapa panafanana kabisa na somo letu la kwanza Matayo 28:19. Enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mka mataifa kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa lile kusudio lilikuja kutimia siku ya hamsini, siku ambayo Bwana alipata kuondoka. Mungu ni mwema, roho alivyokuja alikuja kutua kwa kila mmoja mwenye imani ya nani? Ya, ya Kristo. Kristo. Amen. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo wakanena kwa lugha, palikuwa na Wakirene pale, palikuwa na uh, Waturuki pale, palikuwa na Wayunani mbalimbali hmm, mbali, palikuwa Waebrania walikuepo pale, kila mtu akasikia kwa lugha yake. Sasa hivi ndivyo anavyoonekana Roho Mtakatifu, anaweza akaonekana. Mungu ni mwema kila wakati. Hata mstari unaokuja mbele kwamba siku ile Moses anatokewa na Bwana katika kijiti kiwakacho akiteketei. Umeona utaratibu wake na kwa nini anatokea katika moto? Ilinenwa, Bwana Mungu ni moto ulao. Amen. Bwana Mungu wetu ni moto ulao, iliandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Sasa kama Bwana Mungu wetu ni moto ulao, e, sasa, ni moto, hawezi kwenda ku, akaonekana kivingine, lazima aende kwenye utaratibu ule. Usije ukamuuliza swali, mbona pale vile pale vile pale vile? Maana mwanadamu hakawii. Mungu ni mwema kila wakati. Naeleweka? Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ha? Kwa hiyo tunamwona katika ndimi za moto, ndiyo utaratibu wake. Tunamwona katika jina la Mwenyezi Mungu kwamba Bwana Mungu wetu ni moto ulao katika habari za Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Alikuja kwa ndimi za moto, kwa hiyo ni yule yule. Amen. Amen. Ha? Jamani, Roho wa Bwana anaonekana kwa vitendo, anaweza kuonekana kama apendavyo. Amen. Soma Matendo 4:2 moja mpaka nne. Hebu wathibitishie hapa Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa nne unasema. Ndio. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wako wote mahali pamoja, kukaja gafula kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Sawa, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Hapo makofi jamani, mbona mmelala? Makofi, asante sana, asante sana ah, tendo takatifu, uwezo wa Mungu umedhihirishwa kwa mwanadamu asiyeamini, asiyemjua Mwenyezi Mungu, Bwana anajifunua. Unaonaje hapo? ni tendo la akili? Sio la akili hilo. Ndio Bwana Yesu asifiwe sana, Amen. Kwa hiyo watu wakajazwa roho Mtakatifu, watu walivyojazwa roho Mtakatifu wakatabiri, watu wakaona kwamba wanao uwezo wa kufanya kazi ya Bwana kwa sababu tayari kibali kimefanyaje? Kimetoka. Ahadi ya Bwana ikatimia. mm. Amen. Amen. Amen. Sasa hapa pana aya nyingi sana za uthibitisho, lakini nitazitaja tu wewe utakwenda kusoma kwa wakati wako ili kuokoa muda manake tunakwenda kwa vipindi hapa. Utasoma Mwanzo moja mbili halafu utasoma tena Kutoka thelathini na moja mbili mpaka tatu utasoma nabii Ezekieli mbili mbili utasoma tena Waamuzi kumi na nne sita utasoma Samueli wa Kwanza kumi na sita. Mungu ni mwema kila wakati. Haya ndiyo masomo ambayo tumeyataja kwa kuthibitisha neno hilo kwamba watu wametumwa, watu wamepewa kibali kumhubiri Kristo, watu sasa wanaweza wakamtumia Roho Mtakatifu kwa namna ambayo yeye mwenyewe amelizika kuwa na wewe, ili katika kukuonyesha yale ambayo yanakupasa. Mungu ni mwema kila wakati. Hapa tunakwenda kuangalia tena. Je, Roho wa Bwana ana uwezo gani kiutendaji? Ndiye anayehusika na kila jambo lako, iwe baraka, iwe hukumu, iwe kutumiwa na Mungu. Hii, huu ndio uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifi sana. Amen. Ana uwezo gani? Anao uwezo. Uwezo wake ni kwamba yeye anaweza kukutumia wewe kama apendavyo katika habari za kuhubiri katika habari za kutoa baraka. Kama hapa naweza nikatoa baraka hapa, lakini nguvu yake ni nini? Nguvu yake ni roho mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaweza akafanya kazi na wewe. Mungu ni mwema kila wakati ha? nimeeleweka hapo? Hii, tazama Wakorinto wa kwanza kumi na mbili nne mpaka kumi na moja Wakorinto wa kwanza sura kumi na nne uh -huh. kumi na mbili sura kumi na mbili Mstari wa nne wa mpaka 11 hebu tusikie hapo. Basi pana utofauti wa karama, bali roho ni yeye yule, roho ni yeye yule. Tofauti ya karama, nafikiri nilisema kidogo juu kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. tofauti ya karama hatuwezi kufanana sisi watenda kazi wote, na hata kama ni wewe mjoli utapandishwa na Bwana kuja mazabauni kuhubiri, sasa kufanya kazi yake utakuwa na tofauti kama vidole vyetu vya mikono Bwana Yesu asifiwe sana Amina. Kwa sababu huu ndio uwezo wake, kwamba humfanya mtu kama apendavyo yeye, humtumia mtu kama apendavyo yeye. Roho ni Mungu, Roho ana uwezo yeye, anaumba katika matendo. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Aha, hii ndio nguvu yake. Twende tena, pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye. Umeona, huduma maana yake kama hivi leo hapa nikishahubiri hapa, kama nimeeleweka kuna watu watakuwa wamenielewa vizuri sana, wamenifollow vizuri sana. Kuna watu ambao hawajaweza kunielewa kabisa, wameona tu napiga kelele hapa. Bwana Yesu asifiwe sana Amin. Hizi zote ni karama. Kama huna karama ya uelewa, umepata hasara. Lazima umsihi Bwana akupe karama ya uelewa katika maombi yako, mwambie naomba karama ya uelewa hii kwa wanafunzi wa wawe kuanzia darasa la chekechea mpaka chuo kikuu ile ni karama uelewa ni karama, mtu ana, unazungumza anamtangulia ana mwalimu kwa uelewa, ni jambo kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana amen. Kwa hiyo tunaambiwa anaweza akakupa karama mbalimbali mojawapo mbali. Uelewa, uelewa ni jambo zuri. Ukiwa una uelewa utamtambua Roho Mtakatifu kwa uwepesi na ukamtumikia kwa weredi na ukawa na tumaini na kwenda kumwona Kristo bila wasiwasi wasi. Bwana Yesu asifiwe sana amen. Aha, endelea <coughs> Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika yote katika wote. mm -hmm. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yule yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule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 tunaliona tendo kuu la Mungu na sifa zake, Roho Mtakatifu. Hizo ndio sifa zake, na yeye ndiye anaosimamia kanisa la Kristo. Nimesema unaweza ukabadilishwa na yeye kama apendavyo leo hii, kesho, kesho kutwa, kadiri yeye alivyopanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimshangae mtu akafanya jambo la kiroho likaonekana pale, ukasema yule ni kiboko. Hapana, hiyo sio majibu.